Umemaliza chuo umekaa muda mrefu, una kazi, umesoma digrii, umeenda master, umesonga mbele juu zaidi. Ndugu yangu, usichague kazi ukishafika miaka mitano, usichague kazi kwa sababu pale ndipo, pale nguvu yako ya elimu inapoanza kupotea. Baada ya 5 years ujaifanyia kazi ile elimu, ndio pale inapopotea kabisa. Kwa hiyo hapa katikati, ukishaona mwaka wa tatu, wa nne, anza kuanza kuwa mjanja. Usitafute kazi ya digrii, tafuta kazi ya diploma au setifiketi ambacho unacho cheti. Vitu vingine vifiche, ingia na cheti kile cha diploma, kaombe kazi. Ukifanya intevyu kutokana na digrii, utafanya intevyu kama mtu wa diploma au wa setifiketi, basi kuna pasenteji kubwa sana za wewe kupita kwenye hiyo kazi ukafanikiwa ukaweza kupenya ukaingia kazini. Ukishaingia kazini, sasa kule ndio unaanza kufanya kazi, ushazoea, ushakuwa mzoefu, ndio unaanza kutoa vyeti vyako vingine, unaanza kutoa manoleji yako mengine ambao watu watawashtua bai enemizo wenye kushtuka, kumbe uko mbali sana, unaweza kuwa bosi wa kampuni kibasiara lakini, hawawezi kukupa kazi wewe. Wakajua kazi ya diploma, alafu unakuja kuomba na maveti makubwa, alafu ukiangalia bosi mwenyewe naye ana diploma, lazima takuminyia. Kwa hiyo lazima utumie ujanja ili uweze kupenya kuingia pale. Kingine usichague kazi, angalia, soma description ya kazi. Je, kazi hii mimi naweza nikafanya? Ukiona kazi naweza kufanya, jaribu kuomba ukienda kule wambekufaini mimi na digri ya kitu hichi, taka digri ya kitu hichi lakini mimi kitu nikiingia kazini, nikajifunza na na nikajua na nikaweza kufanya basi, wewe unaweza ukapenya popote, lakini ukikaa tu kusubiria kazi ya kitu chokisomea utasota sana. Ivan the Don shana wengine nondo kama hii ni folo kamoja, ni folo, mambo mazuri mengi yanakuja yanakuja ya na yapo mengi kwenye akaunti yangu. Bye bye.